Jambo ambalo ninaliomba, nimezungumza muda mrefu sana, naomba sana mheshimiwa mguru Nchemba na mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii, naamini watanisikia popote walipo, ni kuhusu sera ya malezi ya taifa kwa watoto na vijana wa taifa letu. Nimelizungumza mara nyingi sana hapa, nikiamini kwamba tutapokuwa na sera ya taifa ya malezi kwa watoto na vijana wetu taifa letu linakwenda kuondokana na mporomoko wa maadili mkubwa sana, kwa sababu malezi sio malezi ya mtoto tu. Nimejaribu kuuliza maswali mara nyingi, lakini nikapewa majibu yanayoelekea kwa watoto tu, lakini malezi sio watoto. Malezi ni kuanzia zero month kwa maana anatoka kuzaliwa mpaka miaka mitatu, kuna aina yake ya malezi, lakini kuna miaka minne kuendelea mpaka sita, kuna malezi yake. Kuna saba mpaka kumi na nne, kuna aina ya malezi yake kuna miaka kumi na tano hadi ishirini na tano kuna aina ya malezi yake. Kwa hiyo hapo ndu tumeanza ni mtoto mpaka kijana ambaye sisi tunasema ni mtu mzima tayari miaka ishirini na tano. Kwa hiyo huo ni ulezi wa taifa hili. Kwa hiyo kuanzia mtu anazaliwa, mtoto anaanza shule ya chekechea, anakwenda shule ya msingi, anakwenda sekondari, lakini mwisho anakwenda mpaka chuo kikuu. Tunahitaji sera ya taifa ya pamoja, ili wananchi wote kwa pamoja tuwajibike kwa sababu naamini kwamba sera ni miongozo ambayo inatolewa katika taifa ili kila mmoja afuate miongozo ile. Kwa hiyo ili tuweze kuokoa maadili ya taifa letu, tuwe na sera moja. Nilitoa mfano hapa nikasema tuna sera ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 1987. Ndio maana tukisema kwamba chama hiki kina misingi imara na hakuna wa kukitoa madarakani tunamaanisha kwa sababu sera hiyo imeweka wazi na bayana, pamoja na kwamba ni ya muda mrefu, mimi nimeipitia yote, nimeiona bado inaweza kufanya kazi katika wakati tuliopo ikifanyiwa maboresho matatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naheshimu sana muda wako, na leo umesema wana wachangiaji wengi, naomba